Uh, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Zantime Media? Kama kawaida Zantime Media ni channel yako ambayo ni all in one and full package channel ambayo inakupa kila ambacho unahitaji katika ulimwengu wa media katika visiwa vya marasha ya Karafu ya Zanzibar. Kama ilivyo kawaida yetu, ndani ya studio zetu tunakuwa tunafanya mahojiano na watu mbalimbali mashuhuri, watu ambao wana exposure, watu ambao wamefanya makubwa katika maeneo yao, tunawapa airtime, tunapiga story na kufahamu mengi yanayohusiana na wao na maisha yao ya kila siku. Zao za, za kazi zao ambazo wanazifanya. Leo hii tuko na mtu mmoja maarufu sana sana sana kwa maana ya sana, ambaye ameweza kunyanyua jina lake katika maeneo yake, na yeye ndio Rais wa eneo lake katika burudani. Lakini kabla ya kujua nani, nani ya kujua nani tuko naye leo ndani ya studio zetu, usiache kusubscribe, ku like, ku comment, na kushare video zetu. Spoti yetu sisi ni wewe, wewe support kwa kushare na kusubscribe kwetu ndio unaifanya tina yetu na kunatupa nguvu ya kuendelea kukuletea kile ambacho unahitaji. Dondosha comment chini hapo, tuambie nani ungependa kuwa naye katika inayofuata, nini unataka tukuletee. Sisi media tupo kwa ajili yako. Bwana karibu sana, za asansana, nashukuru. Tungependa sasa, yeah, ujitambulishe wewe ni nani na unafanya nini ili mtazamaji wetu aweze kujua katika studio zetu leo tupo na nani? ya yeah, kwa majina mi naitwa Saxi Jaiara ama Rais wa Mamba y yeah, na mimi ni msanii wa kizazi kipya Tanzania, ama nawakilisha ya Zanzibar y yeah. Okay. Bwana, kama ulivyosikia tuko na msanii mmoja maarufu sana katika pande hizi anaitwa Salu Hamadi Osman au unaweza ukamwita Sax Jr aka yeah. Raisi wa Mamba bwana yeah. unaweza kutuambia kwa nini Raisi wa Mamba ya yeah. Yani Raisi wa Mamba nimekuja kama zawadi tu kwangu. Zawadi kutoka wapi, yeah. zawadi. Mm -hmm. kutoka kwa Mheshimiwa Ayubu mkuu wa mkoa mkuu mkuu amekutuna huko jina? Ya, yeah, amenituna jina kwangu. Ah, kwanza bwana hongera sana. Asante sana. Fursa ambayo wanapata watu wachache sana kwa viongozi ambao public figures ambao zimesimama kwa kweli imara. Alafu yeah, atakubless. Yeah. Uh, uh, yeah. Ya. Atakupa jina. Ah, sasa safari yako ya muziki ilianziaje? Safari yangu ya muziki, kabla ya kuimba muziki, mimi nilikuwa kama dancer tu. Nilikuwa densa, baadaye nikaacha densa, nikaona na hamu ya music ikaja kama kama hamu tu kwangu imekuja niimbe basi, ikatokea mpaka sasa hivi naima nafanya kazi ya music. Okay. So mwanake katika performance zako yeah, unaweza kukava both side ukaimba like, na ukadance mwenyewe yeah. Okay, kitu ambacho ni rea kwa wasanii wengi, utamkuta na dance, lakini kuimba yeah. ajui. Au ana anaimba mwimbaji mzuri lakini ku dance ajui. yeah. So wewe umebahatika kuwa na vitu vyote viwili yeah, ambao ni full package yeah. uh, vizuri. Uh, tuli tuliona katika tamasha la utambulisho wa wachezaji timu ya mpira ya vijana under 20 ya Blue Kids Football Club. Ulikuweko yeah? na, na, na, na, na, na yeah. Unazungumziaje performance yako katika katika festival hii? Ya, performance yangu mimi ni mzuri sana, ya najiamini cha kwanza, alafu then kwa ubora nilionao, basi natofautisha na watu wote ambao waliopanda pale yeah, hivyo tuliona baada ya performance wakati mgeni rasmi anaondoka, yeah. ulikuwa naye karibu, mlichati mawili matatu je, yeah. Yeah, unaweza kutuambia mazungumzo yenu yalikuwa ni kwa ajili ya kazi yako ya music, au ilikuwa kuna mambo mengine ambayo yeah. yanahusiana na performance yako ya yeah. Yeah, kuna mambo mengine ya yeah, ni pao, ni performance yangu ya jana ambao nilio perform na yeye akaona akapenda kile kitu lakini mambo da mengine naika kwanza nyuma ya uongozi no comment. Yeah. <laughs> Uh, yeah. wa Blue Kids. Yeah. Ule kufuata au mwenyewe tu ulikwenda kusupport show love? Hapo pana vipengele viwili: cha kwanza nilipewa mwaliko kama mwaliko pale, ya yeah. yeah, na cha pili nilienda kwa moyo mmoja kwa kujitolea kwa sababu mimi mwenyewe ni miongoni ya wale watu ambao walotaka kufanyiwa lile jambo. Kwa hiyo wewe ni fans wa wa Blue Kids pia? Yeah. Bwana, shout out kwa Sax JR, yeye ni mmoja katika mashabiki wa Blue Kids Football Club ambayo inapatikana katika zile pande za Michikichini mm -hmm, na katika event ya utambulisho wa wachezaji licha kwamba alialikwa kama mshabiki lakini pia aliamua ku show off kwa kupanda na kufanya performance moja ya kibabe sana eh. Bwana, kwanza hongera kwa ku show love, na, na, na, na, na na vijana asante sana lakini, uko na management kwa sasa ambayo inakusimamia kazi zako? No, sina management ya aina yote. wanaonisimamia kwenye kazi zangu yeah, hivyo. na, no. na akitokea kuna, kuna mtu anasema bwana, mimi nataka kufanya kazi na Nasat, naona kabisa uwezo wake, talent yake tunaweza kufanya biashara. Akitokea mtu wa namna hiyo e, kwa upande wako wewe unachukuliaje fursa ya? Kwa upande wangu mimi sina kipengele chochote, ni kukaa mezani ya tukajadili nami nitampokea kwa mikono miwili ya. ah mtazamaji wa Zantime Media leo, ndani ya studio za Zantime Media tuko na Sax JR, msanii wa muziki wa kizazi kipya maarufu kama singeli, ambaye leo ametutembelea baada ya performance yake ya, ya, ya, ya kushola kwa timu ya Blue Kids Football Club ambao wako pale eneo la mechi kichini kichinijeu. uh,

Ngoja niwape habari, mimi nimetoka mbali, nimevuka bahari kutokea Zanzibari. Baada ya kuja mjini Dar es Salaam, ukicheki mimi na lugu kusema baba na mama, nikajikuta kwenye mitaa ya lana, kampani zilizopinda na zikashindikana maisha kuishi kwa kujuana, nawakivuta mani wanatembezana kuzulumiana na kukabana na, na, na ikitokea umewacheki kwa mbali kama wamepewa laana. Maisha haya Bongo sio pa kukaa, bola ni rudi Zanzibar nikavue kachekacheka, meli sita nishushe nadole, akamelika saa sita ado polepole pole, nasikia rufu ya chaza kombe kolekole kole, anakutana na wazungu jasi soresore, Bongo kuna mademu kibao imeona